Suratul Masad, imeteremka Maka. Sura imeanza kwa kutoa habari kuhiliki kwa Abu Lahab, adui wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kuwa hapana kitu cha kumfaa mali wala cheo au vinginevyo, na inamuahidi kuwa akhera ataingia motoni na ataungua humo pamoja na mkewe atayekuwa naye na yeye amehusishwa kwa adhabu ya kufungwa kamba katika shingo yake ya kumvuta mpaka kwenye moto katika kuzidi kumwadhibu kwa sababu ya maudhi yake aliyokuwa akimfanyia mtume na maovu aliyokuwa akiyafanya kupinga wito. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, imeangamia mikono ya Abu Lahab, na yeye pia ameangamia. Atamfaa mali yake wala alivyovichuma. Atauingia moto wenye mwako, na mkewe mchukuzi wa kuni. Shingoni mwake iko kamba iliyosokotwa.